Hello, karibu tena katika ukurasa wetu huu wa Elimika. Leo tumekuletea baadhi ya maswali yaliyoulizwa katika mtihani wa kuandika kwa ajili ya usaili ya wa wasimamizi wa wapiga kura katika zile nafasi tatu: Msimamizi mkuu wa kituo, msimamizi msaidizi, pamoja na makarani waongozaji wapiga kura. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na comment kwa kwanza, endapo tutafanya update na maswali mengine pia. Tukukaribishe katika kundi letu la WhatsApp, ambapo linki utaipata katika uwanja wa comment. Kwa hiyo baada ya kuangalia video hii unaweza ukaenda katika uwanja wa comment ili kuweza kupata linki ambayo itakuleta wewe kuweza kuungana na familia ya ajira zote. Hivyo kama tunavyoona katika skrini yetu, huu ni usaili uliofanyika katika jimbo la Mkuranga. Maelekezo yalikuwa ni kujibu maswali yote, maswali yote. Sasa ni baadhi ya yale ambayo yanapatikana kutoka kwa wadau mbalimbali ambao wameshafanya usaili huu na muda uliokuwa ni dakika 30. Sasa weka kichwani mwako, usaili unaweza ukawa wa kuandika ama wa mazungumzo. Kwa hiyo usaili huu kwa ni wa kuandika, na swali la kwanza litaka utaje vifaa vitano vinavyotumika kituoni siku ya uchaguzi. Sasa tukiangalia hapo, vifaa cha kwanza ni karatasi ya kura, ya pili ni masanduku ya kukusanyia kura, daftari la kupiga kura, wino usofutika, kama muhuri, pamoja na kitambulisho cha ja, kupiga kura. Sasa haya ni baadhi ya majibu ya wadau, lakini wewe pia unaweza ukatupatia majibu katika uwanja wa comment. Lakini pia swali la pili amesema Orodhesha mambo mawili yasiyoruhusiwa katika kituo cha kupiga kura. Kwa hiyo jambo la kwanza mdau wetu alisema ni kampeni za kisiasa, lakini pia kupiga kura kwa niaba ya mtu mwingine. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kufika katika kituo cha kupiga kura alichojiandikisha ili aweze kupiga kura mwenyewe na sio kupigiwa na mtu mwingine. Lakini swali la tatu nasema kwamba taja makundi matano ya watu wanaotakiwa kupewa kipaumbele wanapofika katika kituo cha kupiga kura. Haya makundi matano, kundi la kwanza ni wazee, kundi la pili ni walemavu au wa watu wenye ulemavu, kundi la tatu wamama wajawazito, lakini kundi la nne ni wamama wenye watoto wachanga wanaonyonyesha, kundi la tano ni watendaji rasmi wa uchaguzi ama walinzi. Hayo ni baadhi ya maswali yaliyoulizwa katika usaili wa Mkuranga. Lakini pia unaweza kutembelea website yetu ya ajira zote.co.tz ili kuweza kupata update za majina yaliyoitwa kwenye usaili pamoja na matokeo ya usaili ambao wamefanyika pamoja na majina ya wale ambao wamepata nafasi ya kuwa wasimamizi wa uchaguzi mkuu 2025.